Kwa majina naitwa Justini Kalili Waya Mwansepele, nimekuja hapa kwa niaba ya Dr. Tulia, lakini pia ninawakilisha wananchi wa jimbo la Uyole. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumemchukulia fomu Dr. Tulia, na fomu hii tutaihakikisha mpaka ameijaza kuwa mgombea wa jimbo la Uyole kwa hiyo fomu imeshachukuliwa tayari na sasa tutasubiria mheshimiwa afike na mara baada ya kufika, basi tutamkabidhi fomu yake tayari kwa ajili ya kujaza. Cha kwanza, naweza nikasema ni mapenzi ya dhati ya wana Uyole. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, nadhani tunafanya hivi ili atambue kwamba wananchi wa jimbo jipya la Uyole tunathamini mchango wake ndani ya jamii, lakini pia uh, tunatambua uchapakazi wake na ndio maana tumeamua kufanya kitendo hiki eh, kwa ajili ya kuonyesha heshima yake pia. <coughs>